yangu wakati wa uchaguzi ilikuwa ni Nyamagana ndogo yako. Ninatamani kuiona Nyamagana inayopitika kwa barabara majira yote ya mwaka, kwa maana ya kiongozi, kwa maana ya kiangazi na masika. Lakini natamani kuona Nyamagana ambayo huduma ya maji inapatikana usiku na mchana, siku saba za wiki, na mimi nimetenga livetenga vipaumbele viwili, kwa maana ambacho mtaenda kufanya kazi kwa nguvu kubwa nenda kujielekeza kwenye sekta ya miundombinu ya barabara, kwenye sekta ya maji. Leo kipanda gari kuanzia hapa mjini kwenda kugongwa, wananchi wana, wana malalamiko, wanatukana njia nzima, habari ya ucheleweshaji wa mradi wa pale Mhuyu. Hatuwatendei haki wananchi, niliwoshirikia pa mheshimiwa meya na kwa bahati nzuri sana, kwa sababu kuna ivisi mchabakazi sana mama yetu Makilani, hebu tushirikianeni, tukubaliane. Mkandarasi asiyetaka kwenda sambamba na matamanio ya wananchi huyo hatufai, na akaelelea na lawama zinazokuja kwa wananchi. Tunamchonganisha mheshimiwa Rais, manung'uniko yanayokuja kutizamu sisi, anaangalia kiongozi wa nchi. Niwaombe sana mheshimiwa madiwani, tufanyeni kazi za wananchi, tukawatie matumaini pale wanapoonyesha kukata tamaa na zaidi ya yote tukawafariji pale wanapoguswa na changamoto zozote. Lakini kwa kipindi cha miaka mitano, kama tumeweza kutenga bajeti ya kila mwaka zaidi ya bilioni moja na milioni mia tano, na nikitizama hakuna taarifa nilipopitia kabrasha ya kwamba bajeti ya zaidi ya bilioni moja na milioni mia tano 5 kwa kila mwaka inaasili chochote kwenye shughuli za kiuchumi kwa maendeleo ya watu wetu. Nikuombe sana mheshimiwa mstaiki ea kama ambapo tumeweza kutenga zaidi ya bilioni moja na milioni mia tano kwa ajili ya kuihudumia timu yetu ya pamba njingi, basi tukafunge mkanda, tukaweke nguvu kwenye makusanyo matamanio yangu, walau kila mwaka tutenge bilioni mbili kwa ajili ya ujenzi wa barabara za lami kwa makusanyo yetu ya pekee na ndani. Tukifanya hivyo kwa kipindi cha miaka mitano, jimbo la Nyamagana na jiji la Mwanza litakuwa lina zaidi ya kilomita kumi fedha ambazo zitakuwa zinatokana na makusanyo yetu ya ndani. Watendaji wa halmashauri mnao jukumu kubwa sana la kuwa kiungo ili tuweze kufanikisha yale ambayo sisi tunatamani kuyafanya. Sisi kama wakilishi wa wananchi, hatuwezi kufanikisha hii kazi kama hatutopata ushirikiano kutoka kwa watendaji wa wa wa kwa maana ya wakuwa idara na watumishi wote wa jiji la Mwanza, twendeni tuungane kwa pamoja tushirikiane kwa zati za bila yetu, ikiwa ni kuijenga jimbo letu la Nyamagana na jiji letu la Mwanza. Wananchi hawa wana matamanio makubwa sana. Litizama jimbo letu la Nyamagana na jiji la Mwanza, tukubaliane, linahitaji maboresho kwa kiwango cha juu sana. Na mimi ananawatizama waheshimiwa madiwani, wan wote wana sifa, wote wana uwezo na kwa namna wanaonekana wako tayari kwa ajili ya kuijenga Mwanza yetu hususani wenye nyino etua. Mheshimiwa Mwenyekiti wa chama amesema hapa zipo kelo ambayo inawezekana sisi viongozi na watendaji tunakuwa chanzo cha kelo hizi kwa wananchi. Ninatamani kwa utumishi wangu wa wangu nafasi ya wangu ubunge kama mwakilishi wa wananchi kwa kipindi chetu cha miaka mitano, tusiende kuwa sehemu ya kuleta migogoro kwenye jamii zaidi ya kwenda kupeleka matokeo chanya wananchi ambao tunakwenda kuongoza. Mwenyekiti wa chama mwenye wa amesema ya migogoro ya ardhi, ukiitazama hili Mheshimiwa Mwenyekiti, wajumbe wa baraza hili pamoja na wananchi, yozekana sisi tukawa sehemu ya migogoro hiyo. Ipo changamoto kubwa, nimezunguka jimbo hili siku sitini na moja, wakati na inani irani ya chama cha mapinduzi, kuna manung'uniko kule Luchelele ya kwamba serikali kwa maana ya jiji la Mwanza likichukua maeneo yao lakini fidia imekuwa ni changamoto. Niombe sana Mheshimiwa msaidizi meya ambaye umepewa ridhaa kwa mara nyingine, ni lazima tukubaliane tukafanye kazi ya wananchi wanaostahili kulipa fidia wakalipwe fidia, kwa sababu maeneo haya kujiachukua sisi wenyewe, na yawezekana yapata takriban ni zaidi ya miaka kumi. Na niombe sana wataalam tukubaliane kwa pamoja, kama hatujafanya maandalizi ya kuchukua maeneo bila fidia, hatuna sababu ya kufanya hivyo, kwa sababu tunaumiza mioyo ya wananchi tunaoongoza. Upande wa sekta ya uwezeshaji wananchi vichumi, nimemwona mama yangu hapa mkuu wa idara ya maendeleo ya jamii kwenye swala la utoaji wa mikopo asilimia ya kumi ya vijana wanawake na watu wenye ulemavu, hapa napo yapo malalamiko makubwa. Mama umefanya kazi nzuri sana Nikiangalia kwa miaka mitano ya umea wasima, wa sima budget iliyokuwa imetengwa kuja kufika sasa imeongezeka kwa kiasi kikubwa sana. Tunatamani miaka nini mitano tena budget iongezeke kutokana na vyanzo vyetu, lakini zaidi ya yote ikaweze kuleta manufaa pasipo manunguniko kwa wananchi wetu. Tunatamani jimbo la Nyamagana wananchi tuwatumike kwa haki, yasiwepo manunguniko. Jimbo letu la Nyamagana limezungukwa na maji lakini ukitizama Ziwa Victoria kwa namna ambavyo tunalitumia si sawa sawa na mahitaji ya wananchi mkuwaendaya uvuvi sana. Tujipange, tunacho chuo cha fisheries pale Nyegezi, tutengeneze mpango mkakati wa kuwakusanya vijana walio tayari kujihusisha na shughuli za uvuvi tuwapeleke wakapate mafunzo pale Nyegezi. Zaidi ya yote tutenge budget ya kuwawezesha ili wanakohitimu tuwape mikopo ili wakafanye shughuli za uvuvi wa kisasa, tuweze kunufaika na ziwa letu tuonalo ndani ya jimbo la Nyamagana na jiji letu la Mwanza. Mwisho, kwa makundi yote ya vijana, mmepata baraza la madiwani la vijana wenzenu, na mimi mbunge ni vijana mwenzenu. Nataka kuahidi kwa ushirikiano wa mimi meya, pamoja na baraza la madiwani, madiwani. madiwani, madiwani. madiwani. tunakwenda kufanya kazi kubwa sana ya kuwanyanyua hapa mlipo na kuwasogeza mbele. Mheshimiwa msaiki atakuomba ushirikiano, nami nitakupa ushirikiano, tuguse kundi kubwa hili la vijana, ili tupunguze changamoto ya ajira kwa vijana wenzetu tunaoongoza kwenye jimbo la Nyamagana.